Na saha ya siku ya leo ningependa kumshana, au ningependa kukumbusha ndugu zangu pia nikijikumbusha na mimi mwenyewe e ya kuwa katika dunia hii tukumbuke ya kuwa sisi ni wapita njia, na kama sisi ni wapita njia, kumbe bila shaka kuna kule ambako tunakoelekea, na kama kuna kule ambako tunaelekea, maana yake ni kuwa kile ambacho tutakitayarisha katika dunia hii hapa ambapo tulipo ndicho ambacho tutakwenda kutusaidia huko ambako tunaelekea, kama jinsi alivyosema Imamu Ali katika maneno yake matukufu, kulun yahsudu mazara wa yujza bima sana, kila mtu atavuna sawa na mbegu ambayo aliyoipanda. Na hakika bila shaka mwanadamu ataenda kulipwa mbele ya Mwenyezi Mungu sawa na kile alichokitenda duniani. Kumbe tayarisha mazuri, tenda mazuri ndugu yangu, hayo Ndiyo ambaye atakaye kusaidia wakati utakuwa hauko tena katika maisha haya ya dunia. Fanya hivyo ndugu yangu, na malipo mazuri huende ukayakute mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi John TV